Baba Prince mm. sukujo so, uniangalilie hapa nikimbie hapa maji mboga yangu isiungwe oh, eh, niangalilie hiyo mboga isiungwe ah, sawa Nimeungua ama? ah, iko iko sawa. Na unaongea aje? Kwani mdomo iko na shida gani? Na hii mikono inakaa aje? Kwani umeweka mkono kwa mboga yangu? Mwanaume mkubwa, nimekuachia mboga yangu uangalie, na unaweka mkono kama mtoto mdogo. Ninapika ugali, utakula ugali ipate mboga kwa tumbo. Huwezi kula hii mboga, kwani mimi nikuache uniangalie mboga na unakula mboga mwanaume mkubwa. Hata <gibu> uijaribu kukuza hii mboga tu <gibu> iapo usha U, ugali, kula ugali itapata mboga kwa tumbo. Hapana, mimi nakula hii. Huwezi kula hii mboga. Huwezi kula